Wanafunzi waliohitimu kidato cha nne katika shule ya sekondari Call and Vision iliyopo Shangani mkoani Mtwara wametakiwa kuyakumbuka na kuyaenzi mafunzo yote mema waliyofundishwa na walimu wao walipokuwa shuleni ili kujenga taifa bora la kesho. Hayo yamesemwa na mfadhili wa shule hiyo Bwana Karlheinz Lehmann wakati akijibu risala iliyosomwa katika sherehe za kuwaaga wanafunzi wa kidato cha nne ambapo amesoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Waebrania sura 13 mstari wa 7 na Marko 1:29 huku akitoa mchango wake wa kuboresha miundombinu ya shule hiyo denkt an die menschen die euch heute hier nicht nur bissen damit haben sondern die wirklich fur zum vorbild geworden sind

für viele in dieser Welt Bwana ja, Yesu alikuwa ndani mwao au yupo ndani mwao na aliwakilishwa kupitia watu hawa wao tuliwataja einen kleinen Schritt weiter wenn ich ins Markus Evangelium reinschaue, ins erste Kapitel tukiangalia kwenye Injili ya Marko

Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo Dkt. Elly Kafiliti amesema kila mzazi anatakiwa kumtunza mtoto wake asijihusishe na makundi mabaya wakati wa likizo, hasa kipindi ambacho anasubiri matokeo ya kujiunga na kidato cha tano. Lakini wazazi wenzangu, hawa watoto watakuwa na muda mrefu kidogo wa kusubiri matokeo. Tunaomba sana sana, niwape shughuli za kufanya na pale itakapowezekana, mnaweza kuwatafutia hata kozi fupifupi au wakaanza, ili wasikae nyumbani bila shughuli ya kufanya. Watakaa nyumbani sio chini ya miezi sita, na miezi sita ni muda mrefu. Kwa hiyo mjitahidi sana sana kuweza kuwatunza. Yale mambo ambayo hayastahili mbele ya binadamu na Mwenyezi Mungu, mjaribu kuepukana nayo. Tunaamini watoto wetu wataenda kufaulu vizuri na wataendelea na hatua ambayo inafuata. Akizungumza kwa niaba ya wazazi wa wanafunzi hao, bwana Khalifa Konko amesema pamoja na maombi ya kila siku, wanafunzi hao wanatakiwa kuongeza juhudi za kusoma kwa bidii ili wafanye vizuri mtihani wao wa mwisho. Wanao sawa, tutamwomba Mungu, bila jitihada hamwezi kupata mafanikio kwa kuwa hamwezi kupata mafanikio kwa kujifundisha kisa cha Bwana Musa, sababu siku zote Mungu hampendi mtu mzembe. Mungu anampenda mtu mchapa kazi. Na wazazi wenzangu, tuzidi kupiga kazi, sababu hata taifa letu, pamoja na Mungu. Kisa hiki kimetufundisha kuwa kazi ndiyo msingi wa maisha. Sala ndio zipo, lakini siku zote pamoja na sala, Mungu hampendi mtu mzembe. Ndiyo maana Musa alimwangalia, alimwona Mungu anajiwezesha Nao baadhi ya wa wazazi walioshiriki katika sherehe za kuwaaga watoto wao akiwepo Veronica Edward, Yohana Philipo Chiduni na Mrs Fadha Udoba wamepongeza uongozi wa shule hiyo kwa kuwalea watoto wao katika maadili mema. Kwa majina anaitwa Veronika Edwardi. Nina furaha kwa siku hii ya leo kwa kuwa mdogo wangu toka pale alipoanza form 1 mpaka leo form 4 ana gradueti Mwenyezi Mungu amempigania na amemsimamia katika masomo yake mpaka kufika siku hii ya leo. Kwa hiyo nina furaha ya ajabu kufika siku hii ambayo kuna watu wengine hawajaweza kufikia katika siku hii. Naomba nitoe wito kwa wale wanafunzi wote ambao wanahitimu leo, Mwenyezi Mungu awasimamie waweze kufika siku hiyo ya mtihani na waweze kupei pati yao vizuri kwenye siku hiyo ya mtihani na hata watakaporudi huko mtaani kuendelea na maisha mengine. Pia nitoe wito kwa wale wazazi ambao hawapendi watoto wao kuwaendeleza na masomo mpaka kufikia hatua hii ya sekondari, tunawaomba. Na hasa shule hii ya Call and Vision inalea mtoto katika imani na mambo yote ambayo akienda huko duniani atakutana nayo. Kwa hiyo tunaomba tuwalete watoto wetu, wa kama hivyo, wanahitimu wanalelewa vizuri, na hata siku ya leo unaweza ukamfurahia mwanao kwa kile kitu ambacho atatoka nacho hapa. Kwa jina ninaitwa Yohana Filipo Chiduni, tumekuja hapa kwenye graduation la mtoto wetu. Hii shule kwa kweli ni mzuri sana na ina, inafundisha vizuri kwa kweli. Tupo hapa kwa ili, ili jambo tumefurahikia wazazi wote kwa, kwenye jambo hili. Pia tunashukuru kwa uongozi wa shule kwa kutunzia watoto wetu vizuri na kuwafundisha vizuri. Hatuna zaidi ya kusema neno asante juu yao, tunashukuru. Mtoto wetu amepokelewa hapa, amesoma, wamemlea vizuri, na sasa hivi amefika wakati wa kuhitimu masomo yake. Tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwatunza. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara na hapa ni shule ya Call and Vision. Mimi ni Christian Ngao wa Ngao Media.